Naam, karibuni sana. Mimi majina yangu naitwa Evidence Muganyizi, ni meneja wa Traveler Complex inayopatikana ni Singida. Nichukue e fursa hii adhimu sana kuwakaribisha Singida uh, Traveler Complex, sehemu pekee ambayo imefanya uwekezaji mkubwa sana hapa Singida, mkoa ni Singida. Naam, siku ya leo bwana tumekuja kama Traveler kuwakaribisha wageni wote mnaotokea pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania kwa ajili ya kufika Travellers Complex kuja kujitazamia maeneo na mandhari nzuri inayopatikana hapa Singida. Tuna huduma mbalimbali zinazotolewa na Travellers Complex. Tuna huduma ya malazi, ambapo vyumba vyetu ni vizuri sana, vina compete na five star hotel. Vyumba vyetu vikubwa, vipana, maji ya baridi, ya moto, yote yanapatikana hapa, hapa Travellers kwenye vyumba vyetu safi. Lakini bila kusahau kwamba tuna garden nzuri, garden ambayo unaweza ukafanya vikao, uh, una mikutano, una harusi yako, unapenda outdoor venue, sisi tunayo garden nzuri kubwa. Lakini bila kusahau, tuna huduma za vinywaji. Huduma za vinywaji tuna lounge kubwa ambayo inabeba zaidi ya watu 500, tunaweza tukawaccommodate kwa wakati mmoja. Mandhari yetu ni nzuri yenye testi nzuri ya Singida. Ukitaka kuona uzuri wa Singida, Fika Travellers Complex kwa sababu Travellers Complex sisi ndio watu pekee. Vyumba vyetu ukiangalia, apartment zetu zina majina halisi ya Singida. Tuna Ilamba, tuna Mkarama, Singida DC, Manyoni, Ikungi, yote yanapatikana hapa hapa Travellers Complex kipekee. Tuchukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fursa ya kuleta ugeni mkubwa sana wa siku ya Mei Mosi kufanyikia hapa Singida kwa sababu ni fursa adhimu sana katika mikoa yote ambayo uh, ukitizama Tanzania nzima ichaguliwe Singida, kwa kweli ni fursa adhimu sana hii. Inatupelekea wapi? Inatupeleka sisi wapi? sisi kama dile ya Singida ama wanaSingida, inawapeleka wananchi wa hali ya chini wakati na wawekezaji wakubwa kukua kiuchumi mkoa wetu. Uh, kwa siku ambazo wageni watakuwepo hapa Singida watapata kuona vitu vingi na vivutio vingi vya hapa Singida. Kwa hiyo tutautangaza mkoa wetu kwa ukubwa na upana zaidi. Na kipekee pia tumshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa mama yetu Halima Dendego. Hajatuacha nyuma. Amewahimiza sana wawekezaji, amewahimiza sana ndugu zangu wana Singida kwa habari ya kuweka mazingira safi, kwa habari ya kuandaa ugeni huu mkubwa na kuwapokea wageni. Tumeona mpaka toka juzi tumepokea wageni. Tumeanza kuwapokea wageni kutoka wizara tofauti, tofauti tofauti, eh, mikoa tofauti tofauti. Hii ni ishara ya kwamba kwa kweli Singida kumenoga sasa. Eh, tumshukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, ah, Mheshimiwa Godwin Gondwe tunamshukuru sana pia kwa jitihada anazozionyesha. Ah, lakini kipekee pia tuwashukuru pia wazao wa Singida na uongozi kwa ujumla serikali za mitaa, kamati za ulinzi na usalama, kwa kweli wameimarisha ulinzi na usalama na wamehakikisha wananchi wote wako katika hali ya utayari wa kupokea ugeni huu mkubwa. Sisi kama the Travellers tumejipanga kuwahudumia wageni wa kila aina, maana sisi wageni wetu, tuna wageni ambao wapo wa kulala, tuna wageni ambao wanakuja kwa ajili ya kupata refreshment na kupata burudani. Uh, tumejipanga vizuri sana, tutakuwa na live band, tutakuwa na karaoke, tutakuwa na watu wanaopiga piano na kuimba live. Eh, tutakuwa na watu wa trumpet. Ratiba uh, zetu zinaanza kuanzia leo. Kuna wasanii wengi ambao tumewaalika na watakaofika hapa. Tuna bendi mbalimbali za kimataifa ambazo zinafanya vizuri, zitakuwepo hapa kwa ajili ya kuleta burudani na kuwafanya watu wajifeel kwamba wako nyumbani uh, wakiwepo hapa Travellers Complex, na kipekee tushukuru pia uongozi wa Travellers, nimshukuru mkurugenzi mkuu mtendaji Kisaka kwa kutupa uwanja mpana wa kufanya kazi na kuwakaribisha wageni namna hii na kufanya mazingira yawe rafiki zaidi kwa wote wanaofika ndani ya mkoa wetu wa Singida. Niwashukuru pia waandishi wa habari, nishukuru sana Snadareal TV hii. E, ndo labda kwa mafanikio makubwa, mimi naweza nikasema ndo mama aliyenilea, alienilea Snadareal TV nafika huu, kujuu, changia, mpaka nafika huku juu kuna dewe alivyochangia mpaka hapa nilipo. Najivunia sana kuwepo hapa, najivunia sana Snadareal TV kuwepo hapa tukafanya mahojiano haya, na niwakaribishe sana kwa mara nyingine. Singida Travellers Complex ukifika Singida Mwenge, sehemu inaitwa Mwenge, sisi tunapatikana mkabala kabisa na sheli mbili. Kuna sheli mbili hapa, njia panda kuelekea Arusha na njia panda kuelekea Stendi Kuu kuna sherehe mbili, sisi tuko hapa hapa, ndo kituo chetu. Singida Travellers tupo Mwenge. Karibuni sana kwa ajili ya burudani na vitu kadha wakaza. Kama tulivyosema, tuna majiko yetu mazuri, wanachoma nyama nzuri, tuna vinywaji vizuri vya kila aina, wazee wa hene sijui nini, michezo ya kila aina tunayo, kasino, kila kitu kinapatikana hapa hapa Singida Travellers Complex. Nichukue fursa hii pia kuwashukuru wakazi wa Singida walivyotupokea kama Singida Travellers Complex. Uh, Traveler Complex imepokelewa kwa lugha nyepesi, naweza nikasema imepokelewa kwa bashasha kubwa sana, na watu walikuwa na hamu na hichi kitu kwa muda mrefu. Ni sehemu ambayo imeleta kwanza mapinduzi kwenye uh, upande wa burudani uh, imeleta mapinduzi upande wa marazi na kadhalika. Kwa kweli tumepokelewa vizuri kuanzia kwenye uongozi wa serikali wametupokea vizuri, hawajatuwekea vikwazo vya uwekezaji, wametuwekea mazingira rafiki ya kuwekeza na kufanya vitu vizuri. Lakini bila kusahau kwamba wananchi wenyewe pia mapokezi yao unayaona wapi? Unaona pale ambapo wanakuja kukuunga mkono katika huduma unazozitoa. Tumekuwa tumeona mara kwa mara wakifika hapa kwa ajili eh, ya, ya kupata huduma za vinywaji, burudani, sehemu ya kulala, na pia wageni kutoka mikoa mingine wamekuwa wakija hapa kwa ajili ya kupata hizo huduma hapa Travellers Complex. Neno langu moja naloweza kulisema naweza nikasema maneno mawili. La kwanza ni washukuru sana kwa mapokezi makubwa na upendo waliouonyesha kama wakazi wa Singida kuwapokea wawekezaji wazawa, lakini neno la, la pili ambalo naweza nikalisema niwakaribishe sana na niwaahidi kwamba sisi tupo kwa ajili ya kuwapa burudani na kuwaletea mapinduzi katika tasnia nzima ya burudani, lakini pia aa, katika uwekezaji upande wa malazi na vyakula. sisi watarajie mambo makubwa kuanzia leo watarajie mambo makubwa kuanzia sasa ambao wanaenda kufanyika ndani ya Singida, ni sisi Travellers Complex Singida tutaleta wa mageuzi. Watarajie mambo makubwa, mazuri yanakuja. Uh, kweli wamejivunia uwekezaji wa Travellers Complex chini ya um, kaka yangu mkubwa sana ambaye ni bosi wangu pia CEO, uh, Kisak. Ladha iliyoletwa na Travellers Complex imekuwa tofauti kidogo watu wengi walikuwa wakizoea mji wa Singida ukifika hapa saa mbili watu wameshalala, yani wamesharudi makazini, wameshatoka, wameshafunga maduka, kila kitu hakuna tena movement nyingi sana, lakini kwa sasa mji umeanza kuchangamka e, mtu anaweza katoka kazini akaja hapa Travel akapumzika kidogo, dakika ngapi, akaenda nyumbani kwa amani kabisa, akaka, akapata usingizi mzuri, kwa sababu burudani pia ni sehemu mojawapo ya maisha. Watu wameanza kupata testi na ratha tofauti tofauti. Eh, tukiongelea radha tofauti tofauti ni kwa upande wa vyakula eh. Tumeona eh, pameanza kuchangamka mji, mtu akija anatafuta chakula mpaka saa sita za usiku. Sisi tuna chakula saa saba tuna chakula. Mtu akija anatafuta sehemu ambayo anaweza akaenda akapumzika akapata hata refreshment kidogo akija hapa sisi kwetu mpaka saa 8 saa 9 tupo eh, kwa hiyo ni mapinduzi na ni mageuzi makubwa ambayo amefanyika na Travellers Complex lakini pia kwenye upande wa vyumba vyetu vya kulala wewe mwenyewe umeona umeingia huko chumbani umeona vyumba vyetu vinashindana na five star kwa sababu vyumba vyetu ni vipana vikubwa na tumezingatia E, eh, unajua kanda tofauti tofauti na tofautiana kwenye hali ya hewa. Sisi tumeweka maji ya moto ya baridi. Mtu atachagua yeye kwamba nimetokea Mbeya bwana mimi nataka maji ya moto. Nimetokea Dar es Salaam nahitaji maji ya baridi. Sisi kwa ni mapinduzi na ni mageuzi makubwa ambayo tumeyafanya ndani ya Singida ukilinganisha na sehemu nyingine, sisi tumejipambanua zaidi. Mandhari nzuri, garden nzuri ambayo unaweza ukakaa kwa utulivu usingiliane na mingiliano mingine au kelele nyingine. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Mageuzi makubwa yaliyofanyika na Travellers Complex ni makubwa mno. Ma, kwa upande wa hudumu naweza nikaongea kwa sababu pia niko responsible sana. Mimi ndo kama uh, incharge wa huko sehemu zote hizo uh, na nikiongelea habari za meneja, mimi kama meneja nina manage kila kitu kule. Sina wasiwasi wala sina mashaka nako, kwa sababu hata ingelitokea comment inatokea hapa lazima tuishughulikie mapema sana na lazima tuifanyie kazi. Na wahudumu wetu tumekuwa tukifanya training za mara kwa mara Mm. ambazo tumekuwa tukiwa wa train kuendana na mandhari, kuendana na uhalisia na mabadiliko yanavyokuja, kwa sababu hata kwenye mahoteli makubwa tumeshuhudia hichi kitu watu wanakuwa updated mara kwa mara, kwa sababu vitu vinabadilika na dunia inaendelea. Sasa na sisi kama travel complex tumekuwa tukitoa mafunzo ya muda mfupi, lakini pia tulikuwa tumekuwa tukiwaita wa, wa, wa kufunza ambao wanatoka nje, ambao wenye knowledge za kufanya huduma wetu au updated mara kwa mara na hiyo tumekuwa tukifanya mara kwa mara na sasa, tumeshafanya toka nimefika, tumefanya mara mbili. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi najivunia. Customer care yetu hatuna shaka nayo, wahudumu wangu sina mashaka nao, kwa sababu tumeshaamua kufanya biashara, tumeingia na miguu yote miwili, hatujaingia mguu mmoja kwamba wahudumu tuache nje, uh, kwenye ishu za customer care tusishughulikie. Hapana, tumeingia na miguu yote, na tutahakikisha kabisa tuna maintain status yetu na mambo yanakaa vizuri, kwa ajili ya kutoa huduma safi. Kama nilivyokwisha kusema awali, wakazi wa Kazo Singida pamoja na viunga vyake na mikoa mingine pia, Tanzania nzima na nje ya nchi, watarajie mapinduzi haya tuliyoyafanya ya uwekezaji mkubwa hapa chini ya direkta Kisaka ni mwendelezo, ni mwendelezo, hayataishia hapa kwamba sisi tumeanza. Tumeanza kwa vibe kubwa, tumeanza kwa, kwa motisha kubwa, tutapoa? Hapana. Mm, uzuri management imeshikiliwa na kijana kabisa shupavu, nina uhakika tutafika, na nina uhakika matarajio yangu makubwa ni kuiona Singida inakuwa kitovu cha utalii, inakuwa kitovu cha kutoa huduma bora ambazo zinapatikana kwa bari ya malazi, vyakula na kadhalika, mtu akifika katikati ya Tanzania aone kwamba kuna utofauti kwa mapinduzi haya yaliyofanyika na Travellers Complex. Sisi tunaamini mtu yeyote atakayefika hapa atashuhudia haya, na sisi tutayaendeleza na tuta maintain kuhakikisha tunafika target ambao tunatarajia sisi tufike na serikali pia ifike. Kwa hiyo niwakaribishe sana na niwape moyo na niwape uhakika wa kwamba sisi tupo kwa ajili ya Watanzania, tupo kwa ajili ya Wanasingida wa, wa na hatutawaangusha katika hilo Singida kwa kweli tuna uhaba wa kufanya hivi vitu, kuna uhaba kwa asilimia kadhaa, tujatembelewa pia na wasanii kwa muda mrefu, na wewe mwenyewe unaweza ukawa shahidi, mji unakuwa umepoapoa kidogo. Sasa sisi tumejiandaa kuuchangamsha, watu watarajie makubwa, lakini pia wasitarajie makubwa, wengine wameshayaona. Mfano kama siku ya idi hapa tumemleta msanii mkubwa, amekuja hapa ametumbuiza, tumeleta kikundi kikubwa. Eh, wanajiita Chado Master Gang wazee wa Mission Impossible tumewaleta hapa wamekuja kuwapa burudani wana Singida, tumemleta Chado mzee wa I like it. Eh, amekuja hapa ametumbuiza, wana Singida wameburudika, wamepata burudani, wamepata test tofauti. Kwa hiyo watarajia vitu hivi, sio tumefanya hitimisho, ndo mwanzo, ndo maana nimesema kuna burudani zinatarajiwa kuanzia leo. Leo hii kuna msanii anatoka Arusha anakuja anapiga anapiga piano anaimba live na anapiga piano leo hii atakuwepo, kesho kuto tutakuwa na live band, tutakuwa na test tofauti tofauti ambazo hazikaliliki kwamba ukifika pale kila siku ni kile kile kitu? Hapana. Sisi tunachokifanya tunafanya kuleta mageuzi na mapinduzi kwenye tasnia zote, na hii itakuwa ni mwendelezo, sio kitu cha kuishia hapa. Kwa hiyo tumeshaanza kufanya, wanasingida wameona. Tunaomba support yenu, tunaomba mzidi kutupa nguvu, mzidi kutupu kutuamini, tuwaletee vitu ambavyo nyinyi pia mlikuwa mnavikosa ndani ya mkoa wa Singida, sasa vimefika. Kwa hiyo hicho ndio naweza nikakipromise na nikakiahidi mbele ya kamera kwamba tutakifanya Niwakaribishe sana Snada Real TV, lakini pia niwakaribishe Watanzania wote wafike Singida Traveler ambayo inapatikana hapa Mwenge, mkabala na sheri mbili, kuna sheri mpya na sheri ya zamani. Lakini pia sisi tupo njia panda, hii inaelekea Arusha, hii nyingine inaelekea stendi kuu. Karibuni sana. Majina yangu pia ni Evidence Muganyizi, manager wa Traveller Complex hapa Singida.